Abubakar Asenga: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa swali la nyongeza. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Mchengerwa, kufanya ziara jimboni, ambako alifika katika hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya Kiberege na akatoa maelekezo hospitali ile ianze mapema iwezekanavyo. Lakini akiwa pale pale hospitali, alipokea maombi ya Mheshimiwa diwani ambaye alipiga goti kumwomba ujenzi wa daraja la Mkasu ambalo liko karibu na hospitali hiyo. Mheshimiwa waziri alitoa maelekezo kwamba ujenzi ule uanze mara moja na pesa zitafutwe. Mkandarasi amefika site amemimina zege ile ya chini, zaidi ya miezi miwili mitatu sasa hivi mkandarasi ule haonekani. Serikali pale, mheshimiwa mwenyekiti, itapata hasara, kwa sababu mvua zimeanza kwa kasi. Je, ni lini kwamba serikali itafuatilia yule mkandarasi aweze kurudi site kumaliza daraja lile la mkasu kata ya Kiberege? Asante mheshimiwa naibu waziri majibu Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Abubakar Asenga ambaye amekuwa akipaza sauti yake kwa ajili ya wananchi wake ili kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara hizi zinazosimamiwa na Tarura zinaweza kuimarishwa katika jimbo lake. Naomba nimwhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba ni kweli Mheshimiwa waziri alifika katika jimbo lako. Mheshimiwa waziri wa nchi Mheshimiwa Muhammad Mchengero alifika katika jimbo lako kwa ajili ya kufanya ziara na akatoa maelekezo ya ujenzi wa daraja hili la Mkasu, na nichukue nafasi hii kumwagiza meneja wa Tarura, wa ngazi ya mkoa na wa ngazi ya wilaya, kufanya ufuatilizi wa karibu ili kufahamu changamoto na kikwazo cha mkandarasi huyu kutekeleza wajibu wake kimkataba ni upi, na waweze kuchukua hatua na waweze kuwasiliana na mimi ili tuweze kuona tunafanyaje.